Habari njema kwako pyonia, karibu sana kwenye jukwaa lako rasmi la elimu, maendeleo na taarifa za uhakika, hapa kwenye Official Khudhey Pi updates. Hiki ndicho kituo chako maalum cha kupata habari mpya, makini na sahihi kuhusu Pi Network, cryptocurrency na kila kitu kinachohusu safari yetu ya pamoja ya kujenga mfumo wa kiuchumi wa kidijitali wa kesho. Huu siyo tu mradi wa sarafu ya kidijitali ni harakati, ni jamii, ni suluhisho la mabadiliko ya kweli duniani. Kabla ya kuendelea, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii, toa maoni yako na usisahau kuisambaza kwa pioneers wengine ili wote tunufaike na tusonge mbele pamoja. Leo tuna mada ya kuvutia sana. Tutazungumza kuhusu michezo ya kidijitali na namna inavyounganishwa moja kwa moja na mfumo wa Pi Network. hii siyo burudani tu kama unavyoweza kufikiri, ni dirisha jipya la matumizi halisi ya Pi katika maisha ya kila siku. Michezo hii ni njia ya kuchochea ushiriki wa jamii fursa ya kutumia bidhaa kama Pi Wallet na Pi Ad Network, na pia uwanja mpya kwa watengenezaji wa michezo kutumia teknolojia ya Pi kuongeza mafanikio yao. Kwa hiyo kaa tayari, jiandae kwa maarifa na hakikisha unatizama hadi mwisho ili ujifunze kwa undani nafasi ya michezo ya kidijitali katika kukuza mfumo wa ekolojia wa Pi. Hebu tuanze safari yetu ya leo. Michezo ya kidijitali na mfumo wa Pi Network, muunganiko unaofaa kwa matumizi halisi. Pi Network inajenga mfumo wa ekolojia ambapo matumizi halisi ndiyo yanayochochea ushiriki wa watu na vilevile vile ushiriki huo huimarisha matumizi hayo. Lengo kuu ni kuunga mkono program zinazotoa manufaa ya kweli kwa pioneers, kusaidia ukuaji wa watengenezaji wa program na kuimarisha jukwaa la Pai kwa ujumla. Kwenye maono hayo ya muda mrefu, michezo inaonekana kuwa eneo lenye uwezo mkubwa wa kuchochea maendeleo na matumizi ya Pai. Kwa nini michezo ya kidijitali inafaa kwa Pai? Pi Network ni mtandao wa kijamii unaotumia teknolojia ya cryptocurrency na blockchain ambao unatoa manufaa kwa watumiaji wake kupitia matumizi ndani ya program kama vile michezo na pia kwa biashara pamoja na watengenezaji wa program kupitia matumizi ya kimfumo kama vile hadhira kubwa, umakini wa pamoja wa watu na utambulisho wa kweli wa mamilioni ya wa wanadamu waliothibitishwa. Kwa hivyo michezo ya kidijitali inajipatia nafasi katika maeneo kadhaa muhimu ambayo Pi Network ina uwezo wa kipekee wa kuyatumia. Moja, mwingiliano wa kijamii social interactions. Michezo ya kidijitali ni ya kijamii kwa asili, iwe ni kwa kushindana kwenye leaderboards, kushirikiana kwa kucheza pamoja, au kushiriki matukio ya kijamii ndani ya mchezo. Hii inaendana sana na mwelekeo wa jamii ya Pai ambayo tayari ni ya kijamii kwa asili. Mbili, uchumi wa umakini attention economy. Michezo ni mojawapo ya vitu vinavyoshika umakini wa watu kwa muda mrefu, watumiaji hutumia masaa mengi wakicheza, hivyo basi Michezo ni njia bora ya kuvuta na kutumia umakini wa watu, kitu ambacho Pi tayari ina uwezo nacho. Tatu, bidhaa za mtandaoni pamoja na tabia halisi katika michezo. Watu tayari wamezoea kufanya miamala ya kidijitali kama vile kukusanya vitu vya kidijitali, kubadilishana au kutumia vitu hivyo ndani ya mchezo. Hii ni sawa kabisa na matumizi ya sarafu kama Pi. Pi Network Ventures na ubunifu katika sekta ya michezo: kwa kutambua mwafaka huu Pi Network Ventures inachukulia michezo kuwa mojawapo ya maeneo muhimu ya kuwekeza ili kuongeza matumizi ya Pi. Na kwa sasa inaangazia kwa makini miradi inayojumuisha mbinu za mchezo, au michezo kamili, kwa lengo la kukuza matumizi ya Pi katika mfumo wa ekolojia. Hii inamaanisha matumizi ya ubunifu katika mantiki ya mchezo, mifumo ya mchezo, mbinu za kutoa zawadi na muundo wa mwingiliano wa kijamii. Yote haya yakiwa na lengo la kufanya Pi itumike zaidi, mara kwa mara na kwa watu wengi zaidi michezo ya aina hiyo inaweza kujumuisha malipo kwa kutumia Pai ili kuongeza maendeleo ya mchezaji au kupata maboresho ndani ya mchezo, kutumia changamoto za kijamii, madaraja ya alama au ushirikiano kama njia ya kuongeza ushiriki, kujumuisha vipengele vya jukwaa la Pai kama Pai ad network ili kusaidia maendeleo ya mchezo na kipato, kutumia haki miliki maalum kuunda michezo ya kipekee. Kwa hivyo michezo si burudani tu bali ni njia yenye tija ya kuongeza matumizi halisi ya pai na kuileta kwenye maisha ya kawaida ya watu. Fruity pie, mfano halisi wa matumizi ya pai. Fruity pie ni mchezo wa kuunganisha matunda unaoonekana rahisi lakini umebeba maana kubwa. Sasa upo moja kwa moja ndani ya pai browser. Wachezaji huangusha matunda ndani ya pipa, wakijaribu kuyaunganisha ili kupata matunda makubwa na ya nadra zaidi, huku wakiepuka pipa kujaa. Lakini zaidi ya burudani, huu ni mfano wa moja kwa moja wa matumizi ya Pai kwenye michezo. Fruity Pai imeunganisha Pai moja kwa moja ndani ya mchezo. Wachezaji wanaweza kutumia Pai kuendelea mbele zaidi na kupata alama za juu zaidi. Pia imeunganishwa na mtandao wa matangazo wa Pai, Pai Ad Network, kuonyesha jinsi huduma za kiwango cha jukwaa za Pai zinavyoweza kusaidia program kama njia halisi endelevu na jumuishi ndani ya mfumo wa program wa Pai. Lengo kuu la kutengeneza mchezo huu ambao umeunganishwa na bidhaa mbalimbali za Pi, ikiwemo sarafu ya Pi, Pi Wallet na mtandao wa matangazo wa Pi, Pi Ad Network, ni kuonyesha jinsi michezo inaweza kuunganishwa kikamilifu na kuzinduliwa ndani ya mfumo wa Pi na kunufaika na kila kitu ambacho jumuiya ya Pi inatoa, ikiwa ni pamoja na usajili wa watumiaji, usikivu, ushiriki wa watumiaji na fursa za mapato kupitia matangazo ya Pi. Michezo ni aina nzuri ya programu zinazofaa kwenye mfumo wa Pi kwa sababu Pi siyo tu mradi wa sarafu ya kidijitali au blockchain, bali pia ni mtandao wa kijamii. Watengenezaji wa michezo wanachohitaji tu ni kujenga michezo mizuri ya kuvutia na kuijumuisha na mfumo wa Pi. Maana watumiaji, mifumo ya kibiashara na mazingira ya kuzalisha mapato tayari vinapatikana kwenye jukwaa. Kwa namna hiyo, Fruity Pi si mchezo tu, ni onyesho la moja kwa moja kwa pioneers, Watengenezaji wa program na wamiliki wa biashara ni ishara ya awali ya jinsi michezo ambayo tayari ina mwingiliano wa kijamii na uchumi wa kidijitali ndani yake inaweza kuleta ushiriki wa kina kwenye program na pia kuongeza matumizi ya sarafu ya Pi katika mfumo mzima. Michezo ni njia ya ukuaji, majaribio na matumizi halisi ndani ya Pi Network. Pia ni sekta ambayo Pi Network Ventures itatafuta kusaidia na kuwekeza katika miradi. Hivyo basi kwa watengenezaji, kama unajenga mchezo Unganisha na pai tumia bidhaa za pai na vuna rasilimali za pamoja za mfumo wa pai. Ikiwa mchezo wako utapata mafanikio ndani ya mfumo wa pai, unapaswa pia kuwasilisha ombi kwa Pai Network Ventures.